Habari na karibu kwenye YouTube channel yangu. Jina langu ni Kigoda the Creator, and on today's video tunaenda kuongelea ni simu gani au aina za simu ambazo haziwezi kuingia WhatsApp kwa mwaka wa 2025 kufikia mpaka mwaka wa 2025, kuna simu ambazo matoleo yake ni ya zamani sana na uendeshaji wake ambao ni operating system haziwezi kuingia katika app ya WhatsApp au haziwezi kuaccess app ya WhatsApp So simu hizi inaenda kuzi break down kuweza kuzifaa ili uweze kuzifahamu ni simu gani ambazo zinakuwa hazina zina vigezo vya kuweza ku access kwenye WhatsApp o, ili unapokwenda kufanya manunuzi ya simu uweze kufahamu ni ina criteria gani na ina uwezo gani wa kuweza ku access katika app ya WhatsApp, as we know WhatsApp ni moja kati ya app kubwa ambayo ni muhimu sana kuwa nayo katika simu ya Android. Simu yote ile ambayo ina uwezo ina, ina wa ku access nikimaanisha kwamba smartphones. So tukianza na simu za Android ambazo haziwezi ku access WhatsApp ni simu za Android ambazo zina Android version ya ya chini ya 5.0, yani ukiona simu yoyote ile ya Android na Android version 5, chini ya 5.0, si ambayo ni Android version ambayo ni ambayo inafahamika kwa jina la Lollipop, hiyo simu haina uwezo wa kuweza kuaccess WhatsApp. Pia mfano wa hizi simu ni Samsung Galaxy S3 na za nyuma nyingine zote. Samsung Galaxy S3 na Endelea kushuka chini huko haziwezi ku access WhatsApp. Pia kuna Tecno pamoja na, kuna Itel, na, na Infinix, zile za zamani kabisa zile haziwezi ku access WhatsApp. Pia kuna LG G2, pia kuna Sony Xperia Z na baadhi ya HTC, zile simu za zamani za HTC pia nazo haziwezi ku access app ya WhatsApp. Tukija kwenye simu za toleo la iPhone au aina ya iPhone. iPhone zilizo na iOS kumi na mbili na chini yake haziwezi ku access WhatsApp. Hapa naongelea iPhone 5, naongelea iPhone 5C, ni baadhi ya mifano ya simu ambazo za iPhone ambazo haziwezi ku access WhatsApp kwa mwaka huu 2025. Pia kuna simu za kawaida ambazo hazitumii mfumo wa Android, wala hazitumii mfumo wa iPhone hizi simu zina ni kama mfano wake ni kama Nokia zile za zamani ambazo hazitumii mfumo wa, wa, wa iPhone wala hazitumii mfumo wa, wa Android, pia haziwezi kuaccess. Pia kuna Tecno na Itel za bei nafuu, hizi pia haziwezi kuaccess WhatsApp. So tuangalie visababishi ambavyo vinaweza vikasababisha simu isiweze kuaccess WhatsApp. Kitu kikubwa kabisa ambacho kinafanya simu ishindwe kuaccess katika app ya WhatsApp ni operating system. Operating system ikiwa old, ikiwa imepitwa na wakati au ni ya zamani, simu haitaweza kuaccess app ya WhatsApp. Pia kutokuwa na uwezo wa kufanya updates, yani simu ikifikia kiwango cha kwamba haiwezi kufanya updates za za app fulani au kitu fulani vile ku update simu yani kwenda katika version mpya, hapo itakuwa ni ngumu kuweza ku access WhatsApp kwa sababu WhatsApp wanakuwa wana wana release versions wana release version tofauti tofauti every year. So kama simu yako itashindwa kwenda ku upgrade katika version mpya ambayo WhatsApp wamekuwa wame release, automatically WhatsApp yako ita, itashindwa kufanya kazi katika simu yako. Okay, pia nyingine ni ukosefu wa RAM au storage ya kutosha katika simu yako. Kama simu yako ina storage ya kutosha kufa, kufanya updates na kuweza kuinstall new software ambazo WhatsApp wanakuwa wanazi, update, wanazi upgrade katika kila mwaka automatically, hautaweza ku access WhatsApp katika simu yako, na simu yako itashindwa kutumia WhatsApp. Pia kwenye suala so zima la, la WhatsApp kuacha kutoa -ku support katika baadhi ya ya vifaa vya simu kulingana na hizo sababu za kutokuwa na operating system ambayo ita inakizi vigezo vya current version ya WhatsApp. Pia na inaweza kuwa ni chanzo cha simu yako kuweza kushindwa kuingia katika katika WhatsApp. So suluhisho pekee la kufanya ni kuhakikisha una upgrade simu yako kwenda katika toleo jipya, toleo jipya la Android au toleo jipya la iOS nikimaanisha kwamba iPhone. Hakikisha kwamba simu yako ina Android version ya tano pointi sifuri au na zaidi. Pia kama unatumia iPhone, hakikisha ina iOS 13 kuendelea juu, una zaidi. Pia RAM, angalau simu yako ina RAM 1GB, iwe na RAM 1GB kuhakikisha kwamba unaweza kuaccess WhatsApp. Pia na kwenye swala zima la storage, hakikisha simu yako ina nafasi ya kutosha kuweza kuhifadhi mafiles na kuweza kufanya updates za app to tofauti tofauti, at least uwe na simu yenye yenye storage kuanzia GB moja. So iko ni vitu vya kuzingatia, kingine ninachoweza kushare na nyie kwa sasa, unaweza kutucheki ili uweze kupata simu kali za aina za Samsung. Kuna tunauza simu za Samsung na tuna pia tuna tunatoa mkopo wa hizo simu, yani unaweza ukaleta ukaja na kianzio chako ukachukua simu ukawa unalipa kidogo kidogo mpaka utakapomaliza deni, na kianzio ni ni gharama nafuu tu, kulingana na simu ambayo wewe utakuwa unahitaji unahitaji nayo. So unachotakiwa tu cha cha kufanya hapo ni kama una simu hauwezi kuaccess WhatsApp au simu yako unaona ina viwango vidogo, join Samsung nao kwa gharama nafuu kabisa. Utakachofanya ni kutucheki katika hiyo namba unayoona hapo kwenye kwenye kwenye video ni kutucheka katika hiyo namba 0786 806 255 kwa maelezo zaidi, tuweze kukupa full details na utatuambia kiasi chako cha pesa ulichonacho, na tutakushauri aidha uchukue simu ya mkopo kwa kianzio cha gharama nafuu, au tukurecommend tuku, tuku, tuku simu ambayo itakuwa ni nzuri zaidi utakayeweza kuinunua kwa gharama ya pesa ambayo utakuwa nayo so feel free ni cheki kwenye hiyo namba sifuri saba nane sita mia nane arobaini na sita mia mbili hamsini na tano Unaweza ukanicheki kwenye WhatsApp, unaweza ukapiga, ni wewe tu utakavyoamua, ukatuma message. Lakini tusiendelee kutumia simu ambazo operating system zake zipo chini. Napenda kuwakaribisha everyone. Thank you so much for watching this video. Mimi ni Kigoda the creator, till next time.